Okay wapenzi, hii haya ni, ni lotion ya shilingi elfu thelathini na tano. Hizi ni lotion zetu ambazo tulianza nazo za mwanzo. Hizi ni za kawaida, mtoto anaweza kapaka yoyote na maandisha yoyote hata, mm, binti anapaka hapa yep. Ina anti -aging, lakini sio sana. And ina moisturizer. Hii ni shilingi elfu thelathini na tano. Alafu kuna sabuni yake ambayo ndio hii hapa kuna, unaona jinsi kalivyo akaka sabuni, kamejaa vitu vingi sana. Hii na recommend kwa mtu ambaye uso wake una mafuta mengi, kwa sababu humu ndani ya hii sabuni kuna rice powder, kuna fuller earth, kuna bentonite clay, na hivi vyote unajua kabisa kwamba kazi yake ni kukausha mafuta na kutoa ma, ni kutoa nini madoa, alafu vile, vile um kuna, kuna sandaudi poda, alafu kuna kuna, yani kuna mambo mengi yani, yani ni kako hivi, lakini kama kako loaded, kako loaded ya vitu vingi sana ambavyo unahitajika uh, fiju utangotango madoa chunusi. Kwa hiyo, nikaku advice this one naeza hapa hii ni ya whitening. Hii ni ya whitening. Ambayo ni shilingi elfu hamsini na tano. Hizi ni, ni ambazo ni, ni, ni range hii hapa. Alafu hapa kuna sabuni yake kama unahitaji kuwa white, kuna sabuni yake ya whitening. Ila pia kama unajua sabuni zako unazotumia ila una matatizo ya chunusi. Hii, hapa, it goes both, both, but haibadilishi rangi hii. Haibadilishi. Inakuacha na rangi yako, hii sabuni haibadilishi chochote hapa kuna sabuni yake which are sina hapa. Alafu tuna range ya pili ambayo ndio kwa strong anti aging, sina hapa, ila ni hizi hapo, nimekutumia hapo, ni post hapo picha zake. Hii hapa tuna kadogo haka hapa ambako tunaita kwa kuonja. Hii ni strong anti aging. Kama una makunyanzi sijui na nini, umeshaanza kuzeeka kabla umri wako, umetepeta mashavu kabla umri wako, hii hapa ndio kiboko yake imekoentreti sana kwenye vitu vya anti aging, na mtu ambaye anaruhusiwa kutumia ni mtu yoyote ambaye unaona kabisa kwamba mimi um, mimi uso wangu sasa siuelewi. Unaona kama anazeeka kabla ya umri, basi unakuja kwenye hii strong anti aging. Yani inakurudisha kama ulivyokuwa mwanzo na zaidi. Na kama wewe tayari umeshaenda umri mm, utaonekana nyuma kama una miaka arobaini, basi mtu akikuona atakuona kama una miaka thelathini. Kama una miaka thelathini, mtu akikuona, basi anakuona kama una miaka ishirini na tano hivi. Yani ndio hivyo, na livesi the age. Jamani, msisahau nina supplement pia za anti-aging yeah. Zipo mbalimbali mbali za kuimarisha mifupa mwilini, zipo mbalimbali mbali. Kaoda yako, karibuni.